Wiki hii nataka nikutamkia kwamba ni wiki pekee ambaye Mungu anaenda kukulinda mabaya na kulinda uchumi wako. Kuanzia tarehe ya leo, basi unaweza mara moja, alafu tutaendelea na kinichokuambelecwa

iue tarehe ishirini na mbili msalabani kwa Bwana ili Mungu akasimame peke yake akajipiganie yeye, kama yeye. Bwana Yesu asifiwe! Aajanyua mikono yako juu namna hii, kila mtu ananyuwe mikono, angalia juu. Sasa tumwombe Mungu kwa ajili ya tarehe 22 Mungu akasimame na wale wote wanaoalikwa na wale wandani. Moja, mbili, tatu, twende mbele za Bwana

Shika rafiki yako mkono, shika mkono mmoja ndio muombee baraka kwa sauti yako

na maana nini u kulikake hawajafika hawajafika. Basi, kama Mungu anavyowahudumia watu, nguvu za Mungu zinajaa vizuri na zinafanya kazi ile ambayo inakusudiwa. Kwa hiyo ni jambo la kujivunia sana, ikiwa nguvu ya Mungu inafanya kazi namna ile, inapendeza kwa sababu upati shida sana mtumishi wa Mungu, maana ile nguvu inajitegemea inafanya kazi. Ndio maana nikasema tuome kwa ajili ya tarehe ishirini na mbili kwamba Mungu ajitegemee peke yake. Bwana asifiwe, hebu mshangilie Bwana kwa makofi yes. Naomba naeu pale niulize maswali mawili matatu. Kwa hiyo tarehe ishirini na mbili mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano tutakuwa na tamasha la kusifu na kuabudu wewe, midiyayo, zile, zile kwa hiyo ivijayo nitagawa zile karatasi kubwa hivi, zile ndogo hapana, zile kubwa, kwa ajili ya kusambaza kwenda kubandika, na ile kubwa itabandikwa pale chini, kawaida inapobandikwa. Kwa hiyo mkaribishe na mwenzako sema, litakuwa tamasha ambalo Mungu anajitegemea mwenyewe, atashusha malaika zake Ata makerubi na masarafu wakiimba wakishangilia wakimtukuza Mungu. Mshangilie Bwana kwa makofi yako. Kwa hiyo tunajiandaa kabisa hiyo siku, amen. Naomba kuuliza swali moja. Kwa kweli siku ya Jumanne ilikuwa ni siku ambayo Mungu aliamua kufanya kitu ndani ya kanisa na ndani ya ile huduma mimi macho yangu, kwa macho yangu niliona nguvu ya ajabu. Sio kwamba nazungumza kwa sababu niuliza, uliona nini? Mimi niliona nguvu ya ajabu. Bwana asifiwe sana. Niliona watu wakifunguliwa kwa namna ya tofauti kabisa. Kila mtu alikuwa anafunguliwa kipeke yake, alikuwa amekaa anafunguliwa akiwa amekaa, alikuwa me, amesimama, alikuwa anafunguliwa amefunguliwa akiwa amesimama kwa kweli mimi niliona kulikuwa kuna uwepo huyo wa nguvu ya Mungu kabisa kabisaana s kwa kweli, siku ya Jumanne kitu ambacho kilichoonekana kilichokitokeza ni udhihirisho wa nguvu za Mungu ambazo zikijitokeza na zikatamaraka katika eneo hili, ilikuwa naonyesha namna gani mtumishi wa Mungu alipotuletea maagizo ambayo Mungu amempa na sisi tukayapokea, na maana sisi mioyo yetu ilikuwa imefunguka, tulikuwa tuna- tumejiandaa na tumekubali kuendana na hiyo wingu ambayo mtumishi wa Mungu alikuwa ameruhusu kutoka mbinguni. Pia kitu kingine naonyesha kuwa kuna nguvu katika mafuta yaani, nguvu unaweza kuiachia katika mafuta na ikafanya vitu vikubwa. Ndio kitu ambacho niliona siku ya kwa kuwa pana nguvu katika kutii maagizo na maelekezo ya barabara na pia pana nguvu ya namna mtumishi wa Mungu anapopokea maagizo na kuyafanyia kazi Haleluya! Amen. Ndicho kiona siku ya ubani. Bwana asifiwe. <laughs> Napendeza. tuna shuhuda mbili na lakini zote ni za siri. Mimi nina ushuhuda, mama Henry ana ushuhuda, pamoja na mke wangu pale dada. Tulianza na mama Henry, hebu pokea mic.